Tunakutana tena kwa mara nyingine kwenye simulizi yetu hii ya Wakili wa Moyo, ikiwa ni katika hatua yake ya 28. Na katika hatua yake ya 27 tuliona jinsi Colin alivyoshikwa na butwa baada ya kugundua kuwa kipenzi wa moyo wake binti Sesi amerudi bongo kutoka nchini India. Ni wiki sasa na yeye hajui, lakini mama yake ndiye aliyekwenda kumpokea na anajua maendeleo ya kila siku ya binti Sesi Atakuwa na fikra gani kutokea hapo na nini kinakwenda kuendelea? Basi mimi na wewe tusonge nayo hii Wakili wa Moyo katika hatua yake ya ishirini na nane. Colin alikuwa na para ya kutaka kumwona mpenzi wake lakini mama Sesi alimtuliza na kumsihi awe na subra. Mama Sesi alipogusa mlango, alishtuka kusikia Sesi akimuita kwa sauti ambayo ilipotea toka alipopata ajali. Alisogea haraka kitandani na kuitikia abee. Mwanangu, nigeuze, nimechoka kulala hivi. Mama Sesi aliona ule ni muujiza mkubwa kwake kwa vile siku zote mgonjwa alikuwa wa kulala bila kujitikisa wala kusema neno zaidi ya kutungua macho tu bila hata ya kuyapepesa. Alimgeuza na kumlaza vizuri. Sesi alimwomba mama yake amuwekee mto kwa chini, na mama yake alitekeleza hilo haraka iwezekanavyo. Baada ya hapo Sesi alimuuliza mama yake kuwa alikuwa wapi muda wote huo, na mama Sesi akajibu kuwa alikuwa dukani. Baada ya majibu hayo Sesi alimuulizia nyongo mkali ya ini, na mama yake akamweleza kuwa Colin yupo sebuleni. Sesi alitaka kujua kama ndo anafika saa hizi na anatokea wapi, mama yake akamjibu kuwa Colin ndio amefika muda si mrefu na alikuwa nyumbani kwao. Basi Sesi baada ya kusikia Colin yupo sebuleni alitaka kunyanyuka, lakini aliishia kukaa kitako na kurudi tena chini. Kitendo cha kujinyanyua peke yake yalikuwa maajabu mengine kwa mama Sesi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile alichokionyesha muda ule mbele yake, lakini Sesi alimwomba mama yake ampeleke sebleni ili akamwone mpenzi wake Colin, na mama yake akamsii asubiri kidogo, wakati analifanyia kazi hilo. Mama Colin alitoka hadi sebleni ambapo Colin alikuwa akizungumza na dada wa kazi juu ya hali ya Sesi, alimdodosa na kueleza yote toka alipofika na hali aliyokuwa nayo na maajabu ya siku ile alipokuwa akimtengenezea kitanda na kushtuka kumsikia akiita jina la Colin. Na baadaye aliita mama yake. Kwa hiyo toka apate ajali, ndo anazungumza leo, ndiyo najua hata mama ataona muujiza. Mm, Colin aliguna na kujiuliza nini hatima ya mpenzi wake ikiwa sehemu inayotegemewa na watu wote imeshindwa ili kwake ilikuwa picha mbaya sana na aliona kifo cha Cecy kipo mbele. Aliamini yote aliyasababisha yeye, na alijikuta akitokwa na machozi ya uchungu. Mama Cecy alimkuta Colin akitokwa na machozi ya uchungu, na alimwelekeza kwamba Cecy anahitaji kumuona kwa muda ule. Colin bila kujibu, alinyanyuka na kuelekea chumbani ambako alimkuta Cecy amelala kitandani, mwili ukiwa umepururuka kwa ugonjwa aliokuwa nao. Colin alimwita Sesi kwa sauti huku akisogea kitandani na kumkumbatia mpenzi wake. Sesi naye alimwitikia huku akijitahidi kumkumbatia mpenzi wake. Ilikuwa ajabu nyingine kwamba Sesi aliweza kumkumbatia Colin kwa mwili uliobakia mifupa mitupu. Na Sesi akatamka kumwambia mpenzi wake Colin, nimefurahi kukuona mpenzi wangu, japokuwa nina muda mrefu nilikuwa siwezi kuzungumza wala kujigeuza, lakini kuja kwako kumekuwa dawa ya kupona kwangu. Hata nikifa sasa hivi, moyo wangu utakuwa na furaha kwa vile nimekuona chakula cha nafsi yangu. Sesi alizungumza hayo kwa sauti ya chini. Ni kweli naamini Mungu alituumba kwa pamoja. Siamini niliyasikia na niliyokutana nayo leo. Colin bado alikuwa kama yupo ndotoni. Siku ile Colin alishinda pale mpaka jioni, pembeni ya Sesi, pamoja na yeye hali yake kuwa katika uangalizi, lakini aliyomkuta nayo mpenzi wake aliamini amepona kabisa. Jioni daktari aliyempeleka India alipopitia kuangalia hali ya mgonjwa wake alishikwa na butwa baada ya kukuta hali ya Cecy ina mabadiliko makubwa sana, tofauti na alivyotarajia. Hata mama Cecy hakuamini alichokuwa nakiona kwa siku ile, lakini Colin alimwhakikishia mama kuwa Mungu ni mkubwa sana na ametenda makuu. Basi siku ile kazi ya masaji aliifanya Colin, huku akimpa moyo mpenzi wake kuwa atapona pasi na shaka yeyote. Cecy mwenyewe alikiri kuwa hali ya kulala kitandani kwa muda mrefu bila kuamka imemchosha sana, na anatamani kupona hata leo, na Colin aliendelea kumfariji kuwa bila shaka yeyote ile Cecy atapona, na baada ya kupona atamfanyia bonge la surprise kumwamini mtu katika maisha yangu lakini wewe kwangu, sina la kuongeza na kuamini sana mpenzi wangu. Basi pamoja na sisi kuwa mgonjwa, aliweza kuzungumza mambo mengi sana hadi mpenzi wake, ulipofika muda wa kumwacha hapo mzike, lakini Colin hakutoka, lala pembeni ya mpenzi wake kwa muda mrefu sana. Daktari alishangazwa sana na hali aliyomkuta nayo sisi, hakika ulikuwa muujiza mkubwa sana maishani mwake. Kweli Mungu mkubwa na hutenda pasipo na mtu kutegemea. Siamini kabisa, kuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu wetu, jamani. Dokta akuamini kabisa kutokana na hali aliyomkuta nayo sisi. Dokta alizungumza hayo baada ya kumwona Sesi akijigeuza kitandani na kumuita mpenzi wake kumuomba msaada wa kwenda msalani, na Colin alimnyanyua na kumkalisha kisha aliomba chombo cha kujisaidia na kupewa kwa hiyo kazi yote ya kumhudumia mpenzi wake aliifanya yeye mwenyewe. Baada ya kumwogesha alimrudisha kitandani. Baada ya huduma zote, daktari alimchunguza na ilionyesha kila kiungo kimepata ufahamu, kwa sababu kila alipominya kwa nguvu alipiga kelele, na ili ilikuwa dalili nzuri kuonesha mwili mzima umeisharudisha mawasiliano. Baada ya kufanyiwa uchunguzi, alikalishwa kitako na kuelezwa aliyekuwepo mbele yake ni daktari aliyekwenda naye nchini India kwa ajili ya matibabu. Sisi alimshukuru sana daktari na kumwombea Mungu amlipe kwa yote, na daktari alimwondoa wasiwasi na kumpa moyo kwamba atapata nafuu na kuwa vizuri ndani ya muda mfupi tu kutokana na maendeleo mazuri yaliyoonekana. Muda wote huo, Colin alikuwa karibu kuonesha jinsi gani anavyomjali mpenzi wake ambaye aliamini ni mwanamke wa maisha yake. Siku hiyo kila kitu Colin aliomba amfanyie mpenzi wake, na kwa kweli ilikuwa faraja kubwa sana kwa Cecy, ambaye pamoja na kuwa bado mgonjwa lakini ukaribu wa kipenzi chake uliongeza faraja kubwa sana moyoni mwake. Upande wa pili, baada ya Colin kuondoka na mama Cecy. Mage hakuondoka alibakia kumsubiri Colin kwa kuamini kutokana na maelekezo ya mama yake Cecy alikuwa msumvu kwa hiyo asingekaa muda mrefu angerudi mapema na kumkuta alitumia muda mwingi sana kuangalia mikanda ya video ilipofika muda ya sa saa mbili kasoro usiku mama Colin alirudi na kumkuta Mage peke yake amejaa tele sebuleni Mage alipomwona mama mkwe zilipendwa alinyanyuka na kumpokea kwa bashasha tele baada ya salamu na mapokezi pamoja na kujiana hali, mama Colin alitaka kujua Colin yupo wapi, na ndipo Magi akamweleza kuwa Colin amekwenda kumwona Sesi. Taarifa hili ilimchanganya sana mama Sesi na kutaka kujua ni nani aliyemweleza Colin juu ya ujio wa Sesi Bongolendi Kunywa ujua mgonjwa mgonjwa ndo kashaamka hivyo, yani ni noma sana noma juu ya noma. Unatangulia stendi mwenye nauli, unamwacha nyumbani, wewe kuogopi? Basi bwana, mimi na wewe tukutane tena kwenye Wakili wa Moyo katika hatua yake ya ishirini na tisa.